Ulalapo hutaona hofu naam, utalala usingizi wako utakuwa mtamu. Usiogope hofu ya ghafula, wala uharibifu wa uovu utakapokufikia, kwa kuwa Bwana atakuwa tumaini lako, naye atakulinda mguu wako usinaswe. Imeandikwa kwenye kitabu cha Mithali sura ya tatu, mstari wa 24 na ule wa 25. kwa kuwa Bwana atakuwa tumaini lako, naye atakulinda na atalinda maisha yako. Kwa nini uogope? Karibu katika maombi ya usiku wa leo. Jitahidi, ng'ang'ana, pambana, usilale bila kuomba. Ondoa roho ya mazoea. Shetani mwongo anajua ukiomba kuna ulinzi unatokea katika ulimwengu wa roho, hivyo atakupa hofu, atakupa uchovu, atakupa uzito, atakupa usingizi. Mwili wako ni dhaifu, kwa kuwa unapingana na roho. Wakati mwingine utajikuta unatamani kuomba, lakini mwili unakataa, unatamani kuomba, lakini mwili unakataa kabisa, maombi mdomoni mwako maneno ya kuomba yanapotea, lakini jitahidi ujilazimishe. Neno la Mungu limetuonyesha wazi ya kwamba Mungu ndiye mlinzi wetu, na kuna hofu ambayo inaweza kawapata watu, kuna vitisho vinavyoweza kuwapata watu, na kuna mitego ya yule muovu inaweza kawanasa watu. Unapoomba unaweza kuyaepusha yote haya. Jitahidi kumwalika Mungu awe karibu na maisha yako. Ukipata nafasi ya kuomba, ombea ndugu zako, ombea familia yako, ombea mali zako, ombea mipango yako, ombea hata vitu ambavyo havijatokea, aza kuviombea leo. Wakati mwingine jipe muda wa kuviombea vitu ambavyo unatamani Mungu aja akusaidie, na kuna wakati, anza kuvimiliki katika ulimwengu wa roho, anza kuvikamata na kuviteka. Maombi ya usiku ni maombi muhimu, kwa sababu yanatuunganisha na uwepo wa Mungu katika usiku. Adui anapambana pambanavyo akuzuie usiweze kuomba. Hata kama unasema sijui kuomba kulingana na imani au kulingana na wepesi ambao mwili wako unao au kulingana na mafundisho ambayo uliwahi kuyapata Nataka nikwambia kwamba unaweza kuomba. Jitahidi kusema maneno yanayoendana na uwepo wa Mungu, maneno yanayoendana na ufalume wa Mungu, maneno yanayoendana na ushindi, alafu unganisha na jina la Yesu. Huko ndiko kuomba. Kuomba ni kutoa maneno yetu kuyapeleka kwa njia ya kuhitaji au kwa njia ya kusemezana na Mungu, lakini lazima tuhusishe jina la Yesu. Jina la Yesu ndilo linaweza kutusaidia kwa lolote nalolihitaji. Tuende mbele za Mungu sasa, tuombe kwa ajili ya usiku wa leo. Kama taanga, jitakase, mwambie Mungu akulinde. Mshukuru Mungu tangu asubuhi mpaka wakati huu, mwambie Mungu asante, kwa neema yako umeniepusha na mengi. Kuna mwingine, kuna vitu vibaya umepitia, Mungu amekulinda amekuepusha. Kuna mambo yaliandaliwa mabaya kwako, lakini Mungu amekusaidia. Na kisha ombea ndugu zako, ombea watu wako wa karibu, ombea familia yako, ombea wazazi wako, ombea nchi yako, ombea vitu ambavyo Mungu amekupa, usiache kuviombea. Maombi ni dawa weka ulinzi kila mahali. Kila unachokitamka kuna malaika wa udhihirisho anaunganika katika kile unachokisema. Mungu tunakushukuru kwa ajili ya mpendwa huyu. Asante kwa ajili ya usiku wa leo ambao tumekuona na tumekuona tangu asubuhi, mchana na hata sasa. Ni usiku mzuri, tunajikabidhi mkoni mwako. Naenda kila kinyume na, na nguvu za giza, roho za dhambi, mawazo mabaya, uharibifu na mashambulizi, nakemea kwa jina la Yesu. Kila roho za mashambulizi na magonjwa navyondoa kwako kwa, kwa jina la Yesu. Mahali ambapo umekosea Mungu akupe akupe rehema akupe msamaha, akukubali tena, akuoshe tena, kile kitu ambacho kinakuzonga kwa wepesi kikuachie. Na kuombea kibali na neema ya Mungu na kuombea ulinzi wa nguvu za Mungu uwe pamoja nawe hapo ulipo. Pokea ulinzi wa malaika, malaika wazamu wa kupanda na kushuka, walinde nyumba yako, walinde kitanda chako, walinde mazingira yako, wafanye kituo kwenye mali zako, wafanye kituo kwenye vitu vyako vyote. Pokea ulinzi wa nguvu za Mungu kwa familia yako. Una watoto wako, nawaombea. Hauna watoto, una ndoa, Mungu akusaidie. Na kuombea, hauna ndoa hauna chochote unasema Mungu, nisaidie, na kutamkia. Ulinzi una ndugu na wazazi, una watu wa karibu, nawaombea. Mungu awalinde huko aliko. Wengine mna watu wenu wako mbali, natuma malaika wakutane nao huko kwa aliko, katika jina la Yesu napangua kila mipango ya shetani, mipango ya wakuu wa anga, namuru ishindwe kwa jina la Yesu. Nguvu za kichawi, toka toka kwa jina la Yesu. Toka rodha hofu, toka rodha vitisho, mashambulizi ya usiku nguvu za giza na amuru zishindwe, mafatilizi mapatilizi na haribu, katika jina la Yesu, nazungushia Oh, katika jina la Yesu naweka ulinzi wa kimbingu, naweka ulinzi wa kimbingu katika jina la Yesu. Naweka fensi ya moto kila mahali ambapo upo, naweka fensi ya moto, nazungusha fensi ya moto katika jina la Yesu. Mwili wako uwe moto, nyumba yako iwe moto, nyumba yako iwe moto, kila unalolifanya likawe moto, adui asikupate. Roho za magonjwa na hofu vishindwe kwa jina la Yesu. Usiku wa leo Mungu akujibie, Mungu akutakasa, ya kuponye, Mungu akujibu sawa na haja, moyo wako na kuombea neema, Bwana kusaidie na kuombea Mungu kutetee, pokea nguvu za Mungu, pokea roho Mtakatifu, pokea ufungulivu. Kama kuna vifungo vimekaa ndani yako vikuachie, kwa jina la Yesu. Kama kuna mashambulizi yamekaa ndani yako yakuachie, kwa jina la Yesu. Yule mtesi anayekufuatilia, anayefuatilia maisha yako, anayekutegea mtego, naamuru apigwe kwa jina la Yesu, naamuru apigwe kwa jina la Yesu. Yale mandoto mabaya naamuru yashindwe. Ewe ndoto mbaya, nimekukataza Toka kwa mtu huyu, achia fahamu zake, achia usiku wake, achia nguvu zake, achia wepesi wake, ndoto mbaya za usiku, roho dha hofu, vitisho vya usiku, maroho ya mauti na kuzimu, toka, toka kwa jina la Yesu. Achia usiku wa leo, tuna kamata usiku wa leo, tuna utakasa, tuna utakasa na ukomboa usiku wako, ukawe ni usiku wa baraka, ukawe ni usiku mzuri katika jina la Yesu. Ewe roho ya uharibifu unayefatiliaga usiku, toka Toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina Yesu. Kama kuna mahali unaumwa weka mkono wako mahali panapo kusumbua, naamuru upokee uzima, pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea poke, poke uzima katika jina la Yesu. Rodha magonjwa, rodha maumivu toka maumivu, toka mashambulizi katika jina la Yesu. Roho za magonjwa ondoka, ondoka kwa jina la Yesu, ondoka kwa jina la Yesu, ondoka kwa jina la Yesu. Na kutamkia uzima, pokea uzima katika jina la Yesu. Mungu akufungue kwenye uchumi, Mungu afungue malango ya fedha, akuinulie watu waliokamata baraka zako, maana imeandikwa utajiri wa mataifa utatujilia. Nami nawaita watu waliobeba riziki zako, watu waliobeba fedha zako, watu waliobeba baraka zako, naamuru waiachie baraka yako. Kama kuna mahali Shetani ameweka mkono ili kuzuia uchumi wako ili kuzuia milango ya fedha na amuru waachie. Toka we adui shetani, uliyeweka uzito, uliyezuia watu wa mtu huyu, uliyezuia watu sahihi, watu ambao inatakiwa kutane nao, katika jina tunawafungua. Nafungua malango ya watu sahihi katika maisha yako. Usiku wa leo kawe ni usiku wa maombi. Usiku wa leo kawe ni usiku wa bubujiko. Usiku wa leo kamuone Mungu. Mungu akusaidie, Mungu akutetee, Mungu akulinde, Mungu aachilie kibali kwako. Pokea kibali katika kila jambo. Neema ya Bwana ikufungue, mkono wa Bwana ukulinde, mkono wa Bwana ukutunze, katika jina la Yesu. Mipi mipango ya shetani tumeiharibu. Kazi za giza tumeharibu. Roho za watesi tumeharibu katika damu ya Yesu. Pokea neema, pokea nguvu, pokea wepesi, pokea nguvu katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Neema ya Mungu ikulinde katika mimo ya milango, katika kona za nyumba, katika mipaka ya nyumba, katika maeneo yote ya kazi. Neema ya Bwana ikutunze, Mungu akusaidie, wa afungue watu wako, afungue sehemu ya familia yako, awalinde kwa damu Yesu. Pokea ulinzi wa usiku wa leo, pokea ulinzi wa usiku wa leo. Pokea ulinzi wa usiku wa leo katika jina la Yesu, lindwa kwa damu ya Yesu, lindwa kwa nguvu za Mungu katika jina kuu la Yesu Kristo aliye hai, amen. Hongera kwa maombi ya usiku, umefanya vizuri, tayari umeshajikabidhi mbele za Mungu. Unaweza kujitahidi kurudia rudia maombi na ukaomba na wewe vile Roho anakuongoza kulingana na mahitaji yako, itakuwa ni jambo la maana sana. Naitwa muombezi Pastor Godwin Ndelwa, ubarikiwe, uwe na wakati mzuri. YouTube channel andika maombi ni dawa, subscribe. TikTok maombi ni ni dawa dawa, subscribe mahali hapo TikTok, ubarikiwe, Mungu akubariki, Uwe na usiku mzuri.